Manite Jaza na hii ni Jaza TV. Bado tupo katika utalii wa ndani, na hii ni Mandela, kata ya Magore, lakini milaya ni ya Kilosa. Mkoa huu ni wa Morogoro. Ukienda hivi nituliani na huku Morogoro, ukienda vile ni Dodoma. Niko na mwanangu sasa, bonge la bwana. Mimi sikujui na watu, nataka kufahamu jina lako konki. Naitwa Buru Mtofauti sitini na tisa star wa Mandela Hey, ndo skaa Mandela nando ajenti wa mabasi aamatshiaa ajenti wa mapenzi ya Mungu. Zile basi za Arusha zinatoka Kilosa zinaenda Arusha wenye abiria, ambaye anaelekea wapi na wapi, akuone wewe. Abiria anatoka Dumila, Magore, Mandela anaelekea Dar es Salamu ananiona mimi. Abiria anayetoka Dumila anaelekea Arusha kupitia mzia ndreni ananiona mimi Yeah. Yeah. Kwa hiyo mwana nimpambanaje katika kazi ya. Ni agenti mkuu wa mapenzi ya Mungu, agenti mkuu wa BM Coach, ajenti mkuu wa Hope Safari. Mandela yeah, agent wa mabasi kia, okay, ni msafiri eh, eh, soft, soft. Ja, yeah, no, ya kazi kama wewe oh, unavyosema kwamba Jaza TV unafanya shughuli zako za kutaka haki za watu kufuatilizia haki za watu au taarifa muhimu zinazokuhusu wewe

magari mpya sasa tuna hope lakshari tuna, tuna BMW lakshari mapenzi ya Mungu ndio usiseme. Oh, ana D14 zinaenda Ifakara, Arusha. Unasikia ba ana D14 Ifakara, eh, agent yani za kupakatia watoto. Kwa hiyo tunachosema kwamba kwanza tunashukuru channel yenu ya Jaza TV kuja tulipo sawa, kuja tulipo, saa, kuja tulipo. Pia tunashukuru Jaza TV mtembelee, na mwendelee kutembelea vijijini kwa sababu kuna mengi ya kuongea, kuna mengi ya kuongea lakini tunakosa chaneli unalipi na kuongea juu ya vijana wenzako wa Mandela ambao bado labda eh, wamelala. wa vijana wa Mandela wengi wanapambana sasa hivi wengi wanajiajiri wenyewe. Nashukuru umesha um, um, pambazuka, wananunua pambazuka, pikipiki zao wanapiga kazi, amna anayeiba. Sasa hivi hata changamoto za wizi zimepungua. Nimeona ni, ni, ni, ni hekaheka za pikipiki piki hapa tangu asubuhi zikielekea tu, nasikia kuna sehemu ya, ya, ya, ya, ya utalii ndani kuna fanyika. Ni sehemu gani ambako wanaelekea huku? Wanaelekea divue. divue kuna sehemu, kuna maporomoko, kumekaa vizuri kama Misri, ya beach, sema beach tofauti yake kuna mchanga huku, divue kuna mawe. Siku ukipata nafasi ya chaneli yenu Jaza TV, nitawapeleka kutoka hapa tulipo mpaka kufika divue.